Bwana Yesu, kitabu cha Luka 2:52 tulichosoma, aliendelea kukua katika kimo na nguvu, akimpendeza Mungu. Na tuna rais wa nchi leo ambaye asingekuwa rais kama asingekuwa na kibali cha Mungu. Ndiyo maana uongozi wote umekuwa na Mungu Maduye, kwa makusudi. Maadui walikuwa ni wengi kuchukua nafasi lakini Mungu akampa kibali, mwanamke wa kwanza katika nchi hii kuwa kiongozi. Sio kwamba ni bora kuliko wanawake wengine, sio kwamba ni bora kuliko wanaume wengine, lakini kibali kinatoka kwa Mungu. Ni Mungu peke yake anaweza kumpa mwanadamu kibali, sio mwanadamu. Mwanadamu akikupa kibali atakunyanyasa. Mwanadamu akikupa hela yake ataifuatilia kesho, akupi na naishiwa, lakini mungu aki kufaulu kibali cha mitihani, kibali cha kusoma shule, kibali cha kupata ajira, kibali cha kufanikiwa, kibali kwa wazazi, kibali cha kupata mtaji, kibali cha kushinda jela, kibali cha kuweza kuishi maisha mazuri, kibali kinatoka kwa Mungu. Lakini kama ni mwenye haki, unaruhusiwa kuomba, kwa sababu kitabu cha Yohana 16:23 24 anasema hata sasa mgeniomba ombeni basi ili haki yenu ipate kutimilizwa furaha yenu ipate kutimilizwa kama Zaburi 37 mstari wa nne anasema Mungu atakupa matamanio ya moyo wako ndiyo kibali ukiona kama matamanio ya moyo wako hayapatikani jua umekosa kibali pambana na roho ya kibali sio kingine utapambana na watu sana utagomana na kila mtu. kama kuna kitu natekio mlilie Mungu. Unapondoka siku nyumbani, Baba, naomba kibali, kibali cha kupata fedha, kibali cha kupata kazi, kibali cha kuolewa, darasani, kama ni mwanafunzi, kibali cha kutulia vizuri, kibali cha kuishi na mke kwa amani, kibali cha maisha marefu, kibali cha kuishi maisha yasiyokuwa na magonjwa. Tuinuke.